Lakini naisha kuja kuangalia mvua ambayo imeweza kuonyesha katika taifa la Kongo na mm. kuweza kusababisha idadi ya vifo ya watu 30 ambapo wameweza kupoteza maisha, lakini vile vile katika uh, taifa hilo la Kongo hawataweza kupata huduma ya maji ndani ya siku mbili, mm. kwa sababu ya miundo mbinu kuweza kuharibiwa kutokana na mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha katika taifa hilo. Lakini Aisha kuja kuangalia kwa siku ya jana, ambapo tumesema kwamba mvua kubwa imeweza kunyesha katika taifa la Kongo hata katika upande wa Marekani na kwenyewe mm. Uh, kuna mvua ambayo ameweza kuonyesha siku ya jana ambayo ameweza kusababisha uh, zaidi ya watu kumi kuweza kupoteza maisha katika taifa la Marekani. Na hata hivyo, ukija kuangalia kwa taifa la Kongo, masuala ya mafuriko sio kwa mara ya kwanza mm -hmm, tukumbuke kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu katika taifa la Kongo mm -hmm, ambapo mi, ni mikoa tisa ambayo iliweza uh, kukumbwa na mafuriko katika taifa hilo la Kongo na kuweza kusababisha zaidi ya watu milioni moja na laki saba kuweza kuathirika na mvua hiyo lakini hata hivyo kwa mvua ambayo iliweza kunyesha kwa mwaka 2023 waisha mpaka mm. -hmm. umoja wa mataifa ukaweza kuingilia kati jinsi gani ya kuweza kusaidia taifa la Kongo waathirika ambao wameweza kuathirika na mafuriko na unakuja kuangalia hata idadi ya watu ambao waliweza kuathirika kwa mwaka huu 2023 ni idadi kubwa zaidi kwa sababu unapokuja kuangalia ni mikoa tisa na idadi ilikuwa ni watu milioni moja na laki saba ambao wameweza kuathirika na mafuriko ambayo yaliweza kutokea kutokea kwa mwaka elfu mbili, hmm, mbili na ishirini na tatu. Lakini hata hivyo kwa mwaka jana isha elfu mbili na ishirini na nne kuna mvua kubwa sana ambayo iliweza kuonyesha katika upande wa mashariki ya Kongo, ambapo mvua hiyo na wenyewe iliweza kusababisha maafa katika taifa hilo, mpaka tena Umoja wa Mataifa ukiweza kuingilia kati kuweza kuangalia sasa jinsi gani tena itaweza kusaidia katika taifa hilo la Kongo. Hmm. Ukija kuangalia sasa hivi katika taifa la Kongo kuna uh, sintofahamu ambayo ipo kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na kikundi cha M23 pamoja na taifa la Rwanda, kwa huu mgogoro wa, wa vita ambao unaendelea, lakini naweza nikasema kwamba uh, mlango um, umeweza kuonekana au uh, mwanga umeweza kuonekana katika taifa la Kongo, kwa sababu ukija kuangalia kuna uh, mkutano ambao utakuwepo kati la kiongozi wa taifa la Kongo, namzungumza rais mwenyewe wa Kongo Felix Tshisekedi, lakini pamoja na kikundi cha M23, kwa pamoja sasa kukaa mezani kuweza kujadili ni jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea katika taifa hilo la Kongo, na wameweza kupanga kutana, kwamba watakutana katika taifa la Qatar kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro huu ambao unaendelea. Ukija kuangalia, Aisha, taifa la Qatar linajitahidi sana katika kuweza kuondoa migogoro ya vita ambayo uh, inaendelea ukija kuangalia hata mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Israeli mm -hmm, pamoja na Palestina pamoja na Lebanon. Katari anahusika, wapo ndani kuweza kuhakikisha kwamba mataifa haya yanapatana na migogoro ya vita inaondoka kabisa, na hata ukija kuangalia katika ziara ambazo alizokuwa anafanya aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika kuweza kuondoa migogoro ya vita mashariki ya kati, alikuwa anaenda kutembea sana katika taifa la Katari mm -hmm, kwa ajili kwa ya kuweza kuondoa migogoro ya vita. Na kasi Qatar, wana, wana hivi tumeweza, hmm. kuona tena taifa la Qatar wanawakaribisha, naweza nikasema hivi kikundi cha M23 pamoja na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukaa sasa mezani kwa pamoja kuona jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea katika taifa hilo, mm -hmm. wakati kwamba uh, watu wanapanga sasa kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea katika taifa hilo. Wakati huo wote tukumbuke, Aisha, umeweza kuzungumza kwamba mshauri mm -hmm. wa Marekani alifika kule Kongo na kuweza kukutana na Rais wa Kongo kwa ajili ya kuweza kwa kuzungumza zaidi katika masuala mazima ya uchimbaji wa madini mm -hmm. na pamoja na mambo mazima ya kiusalama mm -hmm. na wakati huo huo sasa katika taifa la Kongo tayari Uh, kuna mvua kubwa ambayo imeweza kunyesha na kuweza kusababisha vifo vya watu thelathini mm -hmm. Kwa hiyo huu ni wakati mzuri sana kwa kikundi cha M23 pamoja na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukaa kwa pamoja mezani kujadili jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Matumaini yangu mimi ni kwamba Aishe, katika mazungumzo yao mazungumzo yao yatafana, yani mazungumzo yao hakutakuwa na dosari yoyote ambayo itaweza kutokea, mm -hmm. hakutakuwa na upande wowote ambao utaweza kukataa, mm -hmm. kwa sababu ukija kuangalia ni mgogoro ambao unaendelea ndani ya taifa moja, hapo hapo katika taifa la Kongo mm -hmm. Lakini vilevile vile hata kiongozi ambaye wanaenda kuzungumza naye ni rais wa jamu, ni, ni, ni, ni rais wa Kongo mm -hmm. Kwa ni kwamba kuna vitu vingi sana, na mimi natumaini katika mazungumzo yao wataweza kuafikiana mm -hmm. na natumaini kwamba haitaweza kutokea sintofahamu kama ambayo ilivyoweza kutokea katika taifa la Marekani pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump walipoweza kukaa kwa pamoja na rais wa Ukraini Volodimir Zelenski kuweza kujadili sasa kwa pamoja mkataba ambao Zelenski aliupeleka kwa Marekani ajili ya kuweza kuwapatia madini na Marekani sasa kuweza kushirikiana na Ukraine katika kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea katika taifa hilo la Ukraine. mm -hmm. Na sitofahamu ambapo ikaweza kutokea na ikapelekea kila mmoja kuwa na jazba na kile ambacho kilichoweza kuwakutanisha kutoweza kuafikiwa. Zelensky anaondoka kwa, kwa mm -hmm. hasira na huku Trump naye akibaki na jazba mm -hmm. na hii ikapelekea mpaka baadhi ya mataifa na ile sasa kuona kwamba labda kitu ambacho amekifanya Trump akuweza kufanya vizuri kwa upande wa Zelensky. mm -hmm. Na tukaona ni pale Zelensky alivyoweza kuondoka sasa katika uh, ikulu ya White House kwa pale Marekani, na kuweza kwenda katika taifa la Uingereza kwenda kukaa kwa pamoja sasa kueza kujadili masuala mbalimbali, hususan mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya taifa la Urusi pamoja na Ukraine. mm -hmm. Kwa matumaini yangu mimi makubwa sana kwa upande wa wa Kongo pale ambapo Rais wa Kongo Felix mm -hmm. Tshisekedi akakaa meza mm -hmm. moja na kikundi hiki cha waasi wa, wa M23 kuweza kujadili kwa pamoja jinsi gani ambapo mgogoro huu wa vita utaweza kumalizika mm -hmm. ili hata haya majanga ambapo yanaweza kutokea katika katika taifa lao la Kongo waisha mm -hmm. kwa pamoja, wakiweza kushirikiana basi inakuwa ni jambo zuri na jambo kubwa zaidi mm -hmm.